Bwana harusi, eh, bibi harusi ngia kwa juu kidogo, hebu muonyeshe mbashara. Wewe ni wewe na leo ni leo. Sasa wewe unatulia, mwanamke anacheza kwanza kidogo, kwa sababu wewe ulimwambia yeye kwanza utamoa Mama tulia. Mwanaume, mwamba nipe tano, medaa mshimetisha sana hapa, nataka uchanganye staili zote za kufuga ng'ombe hata zile za posi unafanya miamara sim banking. Hasa DJ, muonyeshe mke wako unavyompenda jinsi unavyocheza. Hadi faza huko aweze kuelewa, baba paroko msaidizi, kwamba kweli ndoa hiyo fungwa pale parokiani ni ya halali, geukia zile kamera halafu piga show ya mama. Haya, sasa changanya staili za arusha basi. Tuone nani mkali. Sasa zamu yako mama, kumuonyesha mume wako hadi kama ni chakula umeunguza anakila, kwa lile pozi unavyocheza muziki akikumbuka. Ejee mkali, liamshe, tumuone mama <tipa> Waje <muchan> watu <-tabu> waliosoma seminari wana <muchan> shida kweli kweli. Naomba mgeukie kamera zangu pale, mkaribishe watu na wao wakaribishe ukumbi. Kabla mwenyekiti hajaja kufungua, naomba wageni walikuwa mabibi na mabwana. Mjiandae kwa ajili ya ufunguzi wa harusi yetu. Na sasa baada ya maneno ya mwenyekiti, mwenyekiti kwa heshima na kualika karibuni uweze kutukaribisha ili sisi tukufate kufungua kwa vaibu. Nijeni simlete mwenyekiti.

Tusimami usawa wa maharusi wetu, ile kamati ya mwenyekiti na mwenyekiti aweze ya kuyaongea yale yaliyo kwenye ratiba yake. Mwenyekiti, hongera kwa harusi kubwa sana ya kufunga na kufungua mwaka, harusi yenye zaidi ya watu elfu moja na huduma zinakwenda vizuri. Ni kama mwenyekiti, umeishafunika kabla hujafungua na kutabiria ushindi katika kamati yako. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu Kristo milele amina. Na kushemelelwa na kushemelelwa, nanyi nguhaye mwili we Amina, Madira data, amina baba. Awali ya yote ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo ni siku ambayo tulitegemea tu kwa muda mrefu, tumekaa vikao, tumeomba sana, baadaye Mungu ametupa siku ya leo. Mimi kwangu na ninyi nyote, tunaweza kusema kwamba siku ya leo ni kama zawadi kwetu, ni kama surprise kwetu. Uh, jambo la pili nipende ku kukupongeza Dileth. Najua umemaliza kazi maliza kazi ambayo tulitegemea uifanye. Sasa leo ni siku yako ya kucheza. Sisi tupo kwa ajili ya kucheza na wewe, kufurahi pamoja na wewe, kula vitu sawa sawa. Uh, jambo la tatu napenda niwakaribishe waalikwa wote walikwa wote mliofika kwenye ukumbi huu, karibuni sana. Kamati tumejipanga kwa ajili ya ninyi, tunatamani tamani mle mnywe, mcheze, tutoe zawadi, yaani leo iwe ni furaha. Kama una stresi basi, jifanye umeziacha nyumbani, leo kuna ni nifra. Nifra. Kuna nifra. Basi baada ya kusema hayo, ni mkaribishe mwenyekiti, kabla ya kumkaribisha sawa, kuna dharura Ndiyo, Kuna mgeni amepewa bia sita hiyo vita, vita ya vinywaji Ehe. Uh -huh. Mtaomba kidogo, menu kidogo iseme, ya ya ila am, nisemee menyu kidogo ya vinywaji yule anayeleta yule. Anayeleta yule. kama akikuletea bia pungufu ya single bia nane Ebu nione au murudishe, unletee Green Malta sita singo waini upate ya kuto moja na vinywaji vingine, lakini kwa bia na Green Malta ndo unajua hapo ndo kuna shida mm. soda akupe kumi na moja au ishirini na mbili alafu ukinywa pengine ukiona na umunyambo na girati bamfubisa sindio, eh? kwamba unaenda kufuba fuba mkidogo, naomba unione nina ziada ya vinywaji. Sawa sawa. E, tumejipanga kwa ajili ya nini, basi. Kwa maneno hayo nimkaribishe baba wa kiroho father aliyeandaliwa kwa ajili ya sala, basi afike atupe sala, na baada ya sala hiyo naweza kusema sherehe itakuwa imefunguliwa, tule vitu, ndugu zangu. Sawa sawa, karibuni Dereva wa gari la zawadi za bibi harusi zile kutoka kwao, tunakuomba Mr. Mwarabu, kwenye gari yako karibuni. Father, asante, tutulie. Kwa baraka ya Mwenyezi Mungu, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku njema ya leo. Nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako Dileth pamoja na Elitha, wanapoendelea kushukuru kwa mema mengi unapokirimia katika maisha yao na kazi zao Leo walipoweka magano yao ya ndoa na kuomba baraka yako idumu daima katika familia hii, na sisi sote tulikuja kusindikiza kwa matashi mema na upendo. Utubariki na kutumiminia baraka zako, tujaliwe salama ya roho na mwili, tuyatekeleze vema haya kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, chukie na ukanasi katika sherehe hii. Asante sana. Baada ya sala hiyo, sherehe yetu tumeifungua. Asante. Karibu MC. Sasa, baada ya maneno ya mwenyekiti na baraka za father, naomba wageni walipo wote msimame. Mkisha simama, mje mkaribishe bwana harusi na wote kwa maneno ya mwenyekiti tuje tufungue kwa miziki kumi yaani hapa ni top 10. naomba watu wote wa Nyeshozi, watu wote wa Karagwe na nje ya Karagwe, watu wa Dar es Salaam, Arusha, Moshi eh, Shinyanga, Kerwa, waalikwa wote kikoni, naomba tuje tu tufungue miziki kumi kora wanywile supuai nnya mizika zile. Naomba uje sasa upange chakula tumboni kwa miziki kumi ya ufunguzi. Asiyekuja kucheza huyo ana sababu zake, maana hata gospel zitapigwa. Lijedens liamshe sasa

sana tumefungua harusi tayari na mambo ni mazuri. Tutaishi hapa kila matangazo na kila ratiba, tutakuwa tunarudi kwa miziki tano kumi mitano ishirini, tukipiga kipengele kimoja tunaenda ratiba, sivyo nini? Utaamrishwa moja mbili tatu, alafu nawaleta kwa miziki mingine ishirini au kumi. Mbele yenu ni Mr. na Mrs. Dileth wako na wasaidizi wao. Nikuombe nipelekee kwenye nafasi zao. Kibeta stars wajiandae kwa show. Dileth, hongera kuwa na mke unayempenda, mwambie sikioni, karibuni my love, mwambie kabisa karibuni. Hapa ndipo ukumbini ilipoandaliwa shughuli jinani na nyumbani makazi yetu yako jirani na ukumbi. Hongera kwa kuwa na ugeni mkubwa ama wageni wengi ambao kwa kweli wamekufanyia heshima ya pekee katika mwanga, na tunapofunga seasoni, mimi kama mkemia mkuu wa mambo ya harusi, tathmini yako iko vizuri katika mahudhurio. Karibuni kwa utambulisho wa familia yako, jamaa ya na ndugu waliofika kwa furahi pamoja nawe. Tumsifu Yesu Kristo, karibuni mwamba. Asante ndugu MC. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameifanya siku hii ya leo inaonekana kama ilivyo, lakini mbili. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyote wageni, ndugu jamaa na marafiki, ambao nilipiga kelele na mkanikimbilia, niseme asante, asante. Sina cha kuwashukuru zaidi ya asante, ila Mwenyezi Mungu awajazie pale mlipotoa. Maana mmetoa muda, mkatoa mifukoni mwenu, na bado mnaendelea kujitoa mpaka sasa ninai. Sasa hivi mngekuwa nyumbani kwenu, lakini mmetenga pia muda wa kuungana na mimi kushuhudia kile nilichokuwa tu nikiwaomba niki mnisaidie, na mmenisaidia, lakini bado mnazidi kunisaidia hata kuwa na mimi. Sijisikii upweke, nina furaha sana na furaha sana sana ambayo haina kipimo. Tatu, niende katika utambulisho. Ni niwatambulishe wazazi wangu, mama yangu na baba yangu mzazi, mwamke mwapongea geni mikono. Nitambulishe, ni shangazi zangu, mwamke mwapongea wageni mikono. Natambulishe baba mdogo zangu ambao watakuwa wamefika, mwamke mwapongea wageni mikono. Mama wadogo naomba mwamke mwapongegeni mikono. Niwatambulishe dada zangu mara mlipo, mwamke aponi mikono Nina kaka zangu na dogo zangu, mwamke kwa pamoja, mwapungegeni mikono. Wajomba zangu, naomba mwamke, mwapungegeni mikono. Ninao wake wa baba wadogo, naomba muamke.